Kukutana Mchina mmoja ananipa, yani stories zao, kwa kweli watu wengine hawana huruma kabisa, hawana huruma. Hakuna watu ambao hawana huruma hapa duniani kama Mchina, wa China hawana huruma na kuambia fiki hawafai, mfano kama una viumbe vingine Vina hata shida na watu. Afu vina upole, alafu mtu anaua. Asa mfano kama mtu eh? kim, kimetulia ni kinavutia kwenye macho ya watu afu asa Wachina bwana, yani nakuambia Wachina ongoo kama jongo unavyomwona na upole wake jongo eh, wanamtengeneza supu, wanakula uchafu. Si uchafu alafu hasara? Si hasara, alafu hasara hasara, si watu watu kama wanao hivi, kwa sababu ile ile wanamchukua vile, na ni kile aabnawonaongoihuo

Naona hata yuko kinyangalia. Na wewe yani atakufa nani? Mimi nimechongwa hivi. Yaani utafikiri nimebaguliwa yani. Hmm. Eh, lakini wewe unanyoka. Mtoto huh? Wa tumenyoka. Sisi wengine tumechongwa yani. Huh? Yaani ni mtoto mzuri. Sio unaelewa kitu. <laughs> Ile siku kwa ile jina akasema zile konokono wale konokono ndio anatakuwa anaweka kwenye sahani. Lakini kabla ya kwenda swapi kokote unachukua na kupiga supu.

a chana nishindwaje kumwambia?